Ni mwaka mmoja tu tangu Rais Donald Trump wa Marekani aliporejea madarakani Januari ishirini mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Mara tu baada ya kuingia ofisini, Trump alianza kwa kusaini mamia ya amri za rais, kuanzia agizo la kuwarejesha makwao mamia ya wahamiaji, vita vya kibiashara, kuiondoa Marekani kwenye mashirika na mikataba ya kimataifa hadi nia ya kunyakua baadhi ya maeneo. Vyote kwa pamoja vinaangaziwa kama vilivyochochea msukosuko ambao haujawahi kushuhudiwa kote ulimwenguni. Mwaka mmoja wa Trump madarakani unatizamwa vipi ndani na nje ya Marekani? Je, sera yake kuu ya Marekani kwanza bado ndio msingi wa hatua zake? Marekani yenyewe iko wapi na inaelekea wapi, wakati akibakiwa na miaka mitatu mkononi? Karibu kwenye mjadala, na hapa studioni tutaungana na mchambuzi wa siasa za kimataifa Dkt. Harrison Mwilima aliyoko Berlin na mwandishi wa habari Mubelwa Bandio, yeye yuko Maryland huko Marekani. Karibuni sana waungwana. Bandio, mwaka mmoja baadaye, marekani iko wapi? Nataka tuanzie hapo. Hatua za Donald Trump tunaziona, tumewaona e, maafisa wa ICE wakifanya jitihada zao, nyingine zikilaumiwa kwa kiasi kikubwa. Leo hii mwaka mmoja umetimia, unaweza ukasemaje kuhusiana na hatua pana za Rais Trump katika kuiweka Marekani kwanza? Karibu. Uh, kwanza nisema mwaka mmoja kwanza, kwa kwa ni ngumu kuamini kwamba ni mwaka mmoja tu, kwa sababu tangu ameingia madarakani nafikiri kila siku mshike ni, ni mwaka ambao amekuwa na matukio ya kutosha, lakini mm. Donald Trump ameingia katika mwaka ambao, um, awamu ambao inaweza nikasema ametaka kuacha alama ya kudumu na hili amelilazimisha na amekuwa akizungumza kwa muda wote. Um, ni ngumu kuamini alipoingia, akaanzisha ile wizara sio rasmi ya uh, masuala ya ufanisi wa serikali ambayo alisema anakwenda kuokoa pesa. Hesabu zimeonyesha vinginevyo, na watu wengi wamekosa, wamepoteza ajira mm. uh, nchi imegawanyika kuliko ambavyo imepata kuwa katika miaka mingi, pengine katika siasa za hivi karibuni. Amefanya mabadiliko ambayo anaamini ni mabadiliko ya kudumu, tukianzia na yale ambayo wengi hawayaoni nje ya Marekani. Kwa mfano, kwa ikulu amebadilisha um, picha za marais zote amepamba Ikulu nzima na dhahabu, ameweka korido um, kwenye korido ameweka picha za, za marais, lakini sehemu ambayo kuna picha ya Joe Biden ametoa, ameweka picha tu ya Autopen akisema kwamba Rais Biden hakuwa na utimamu wa kiakili wa kuongoza nchi, nchi ilikuwa inaongozwa na Autopen. Na chini ya picha ya Barack Obama ameweka maelezo ambayo watu wengi sana wameya uh, wamekashifu. Amekwenda Kennedy Center, ameondoa, na sasa inaitwa Donald J. Trump Kennedy Center amekuwa ni mtu ambaye anataka katika kila kitu kama inavyowezekana. Mmesikia kuhusiana na bodi ya amani, anataka yeye peke yake ndawe mjumbe wa maisha wa bodi ya amani. Kwa hiyo anataka kila sehemu aweke um, rekodi ambayo itamuonyesha kwamba ni yeye na yeye pekee ambaye ameweza kufanya haya. No, no, na unaona sasa hivi tunapoelekea na mahusiano, lakini ukubwa kikubwa ni kwamba nchini Marekani maamuzi ambayo ameyafanya ambayo kwa kiasi kikubwa inamfanya yeye aendelee kukumbukwa kwa namna yoyote, yamekuwa na gharama na yametu hata hivi sasa yametuacha uh, katika rekodi ya ambayo wengi tunajiuliza hasa katika gharama za maisha na ahadi nyingi ambazo ametoa, ambazo mpaka hivi sasa nafikiri ambazo zinaonekana kwamba zimetekelezwa, lakini kwa ufanisi, kuna ambazo zimetekelezwa, kwa mfano kama kuondoa uh, wa, wahamiaji wa, zimetekelezwa, lakini katika namna ambayo bado inaendelea kulalamikiwa, lakini ambayo pengine imeonekana yame, sasa hivi kuwa na unafuu itabadilika ni bei ya mafuta tu ambayo kidogo imepungua kukatisha, lakini mtu anaweza eh, kujiuliza ama kuhisi kwamba Trump anafanya kama Trump, na sio rais ambaye anafuata misingi na miongozo. Labda ningesikia kutoka kwako hii sera ya Marekani kwanza bado ndio msingi ama ndivyo alivyoamua kuitekeleza kwa, kwa, kwa, kwa staili hiyo na Wamarekani wanaridhishwa wana na hizi hatua? Sera ya Marekani kwanza, nafikiri ilivyopigiwa ili ili kampeni ilivyopigiwa chapuo ilikuwa ni sera nzuri, lakini utambue kwamba katika dunia sasa ambayo um, tumeshikana sana na tunaishi kama kijiji, kujitenga kwa namna moja kuna athari kwa namna nyingine, na mm, wengi sasa hivi tunaathirika na, na kile ambacho yanaamini kwamba ni sera ya Marekani kwanza, na hasa watu ambao anawaweka. Nafikiri amejifunza katika mula wa kwanza, alikuwa na watu ambao ni, ni wataalamu ambao walikuwa wangeweza kumwongoza na kumwambia hili aliwezekani hili alitakiwi. Sasa anaweka watu wa ndio mzee, wakina Stephen Miller na wengine, na namna anavyoitekeleza ndio ambayo hasanahisi natumiza sisi. Dkt. Harrison, unadhani ni kwa kiasi gani mabadiliko ya kisera yamekuwa na athari hadi sasa, ambayo kwa mwaka huu pekee tu ulimwengu umeshuhudia akivuruga tamaduni na miiko ya ndani ya kitaifa na kimataifa, akitumia ajenda yake hiyo ya Marekani kwanza kubadilisha miungano ya kimataifa, kuendeleza vitisho, kuachana na sera za kimataifa za biashara, kuweka ushuru kwa mfano, na huu ushuru tayari umevuruga kwa kiasi kikubwa mifumo ya kibiashara ulimwenguni. Unadhani tayari athari hizi zinaonekana kwa kiasi gani hadi sasa? Nadhani athari mojawapo ambayo inatisha sana hmm, ni kutofuata sheria za kimataifa hmm. Nadhani kama ulivyosema hapo awali kwamba tumezoea mpangilio fulani wa wa kidunia unavyoenda, lakini tokea yeye ameingia, amekuwa akivuruga vuruga amekuwa afuati sheria sheria za kimataifa. Nilikuwa namsikia juzi katika mahojiano yake na New York Times. Mm. anasema yeye afuati sheria za kimataifa, bali anafuata maadili yake Ndiyo. na hiki ndio kitu ambacho kina kinatia wasiwasi sana katika katika dunia ya sasa, kwa sababu tunajua kabisa sio mara ya kwanza kwa kwa Marekani au kwa nchi hizi za magharibi kuvunja sheria za kimataifa, lakini siku zote tulikuwa tunajua walikuwa wanazivunja lakini walikuwa wanajifanya kama hawazivunji eh. Sa nyingine wanatumia masuala ya demokrasia, sa nyingine wanatumia masuala ya ya haki za binadamu, lakini sasa hivi hata ile kujifanya kwenyewe ajifanyi, yaani anakwambia kabisa kwamba sisi sasa hivi mm -hmm. tunaitaka Greenland. Ukikataa hiki na ushuru, kuwekea ushuru mm -hmm. eh, mm -hmm. ukikataa, ukitaka hivi unaenda mm -hmm. Venezuela unamtoa kiongozi eh. Kwa hiyo yaani, umekuwa ni mwaka ambao tumeona sheria za kimataifa zinavunjwa mm. Na pia sasa hii sasa inaleta swali kwamba sasa nchi zingine sasa ambazo zinaona haya yote zinafikiria nini, na maana mm. ina maana leo China China akitaka kuichukua Taiwan mm. anaweza anaweza akafanya hivyo ina mm. maana Urusi akitaka kuichukua Ukraini mm. anaweza akafanya hivyo. Kwa hiyo mm. ni, ni, ni tumetoka kabisa katika ule utaratibu ambao tuliokuwa tumeuzoea na hii ni hatari mm. sana kwa dunia. ni muhula ambao Trump eh, bado ninabaki kwako kwa Dokta, ambao umeshuhudia, umeshuhudia sintofahamu E, kwenye uhusiano wa kimataifa, Ulaya mshirika wake wa jadi sasa hana uzito tena, kuanzia vitisho vya kiusalama, kutishia kujiongua NATO, hiyo ku, ni ya kuitoa Greenland, umesema kwa pamoja, vimevuruga uhusiano Ulaya. Ilijiandaa na unaona ikichukua msimamo gani Ulaya kama Ulaya katika kukabiliana na vitisho hivi vya vi Trump na pengine itafanikiwa ita Nadhani Ulaya imekuwa ikitegemea Marekani sana kwa muda mrefu mm. E, kwa sababu tunajua kabisa imekuwa ikitegemea Marekani hususan katika upande wa usalama, na ndio hiki ndo kitu ambacho kinawafanya wawe na kigugumizi katika kuchukua hatua muhimu. Ulaya kama Ulaya wana njia nyingi sana za kuchukua hatua. Unajua Ulaya ni soko la pamoja, wakimwekea ushuru Marekani e, au wakiweka hata um, uwekezaji, kupunguza uwekezaji wa Marekani au pia wanaweza kusema kuondoa hizi kambi zote za Marekani. Kwa hiyo wana njia nyingi za kuweza kufanya, lakini tumeona badala ya kutumia njia hizo, wenyewe Ulaya wamekuwa wakijipendekeza zaidi, na badala wakati Trump anapovunja sheria, wamekuwa wao wakiwa waki na kigugumizi, wanashindwa kusema chochote. Eh, kunajua kuna, kuna msemo mmoja wanasema kwamba eh, kwamba walikuja kumchukua jirani uh, yangu sikusema chochote, walikuja kumchukua rafiki yangu sikusema chochote sasa wamekuja kunichukua mimi mm. Hamna mtu anayesema chochote na mm. Hii ndo naiona katika Greenland. Trump amekuwa akivunja sheria za kimataifa nyingi, lakini Ulaya wamekuwa wakinyamaza, wanakiwa na kigugumizi, lakini sasa sasa hivi ndo tunaona sasa Greenland inavyoenda kuchukuliwa, na sasa hivi wanaangaika na wale wote viongozi wote wa Ulaya ambao wametuma wanajeshi wao kule Greenland. Tumemsikia Trump anasema anawawekea ushuru, kwa hiyo Ulaya changamoto inayo na Ulaya inabidi kutumia mbinu zake mm -hmm. ili kuweza kukabiliana na hii hali. Tumeona mm -hmm. wameanza polepole. Tumeona kuna huu mkataba wa kibiashara me, na Mekosua, hizi nchi za Marekani ya kusini, Amerika mm -hmm. ya kusini. Huu mkataba walikuwa wa, wa, wa wanajadiliana kwa miaka ishirini wamekuja kuusaini hivi karibuni hizi mm -hmm. zote ni athari. Tumemwona Merz alikuwepo India, kwa hiyo tumeona kabisa kwamba Ulaya sasa wameanza kama kupata sasa ufahamu na kuanza sasa kutanua wigo wao wa mahusiano mm -hmm. na ule ushirika wao na Marekani wanaona kama sasa hivi umekuwa na hatiati, kwaio sasa hivi wanaanza kuangalia kwangali, Mm -hmm. Asante sana Bandio, tuzungumzie kidogo tu, ume, ume, umesikia eh, Harrison akizungumzia suala la Greenland kwamba ulimwengu hautakuwa na amani hadi atakapoichukua, vitisho dhidi ya Iran, kilichotokea Venezuela na mengineyo. Kwenye kampeni alisema hataki kuwa rais ambaye ataingilia mataifa mengine, lakini sicho kinachoshuhudiwa. Kwa nini ageuzie mgongo eh, diplomasia, atake kutumia mabavu zaidi? hu. ni, ni rais wa aina gani huyu ambaye unaweza ukamzungumzia Bandio? imesema um, mara kadhaa Trump ni rais ambaye hatujawahi kuwa naye na siamini kama tutakuwa naye katika mm-hmm. Sio um, tu kwa Marekani lakini duniani, na alisema kwamba atapunguza, atamaliza mgogoro wa uh, wa Ukraine ndani ya saa ishirini na nne atakapochaguliwa. Sio atakapoingia madarakani, atakapochaguliwa. Bado tuko nao, tunasema kwamba tatusha bei ya kila kitu hapa nchini Marekani. Sasa hivi bei ni kubwa kuliko wakati mwingine wote. Tunasema kwamba atakuwa ni rais wa amani ndani, um, ya mwaka mmoja uliopita amepiga zaidi ya makombora mia sita na kitu katika nchi tisa kwenye mabara zaidi ya manne mm. um, Donald Trump ametoa ahadi nyingi sana ambazo hazijatekelezeka, lakini nikumbushe tu watu kwamba rais Donald Trump hawakuchaguliwa kwa sababu alikuwa ni mtu mzuri zaidi. Uchaguzi wa mwaka elfu ulikuwa ni uchaguzi wa dhidi ya Joe Biden, kuliko uchaguzi wa kum, kumchukua ama mwendelezo wa Joe Biden, kupinga mwendelezo wa Joe Biden kuliko kumchagua Donald Trump na natu ni kama vile wananchi walichagua bora kati ya wabovu ambao tulipata kuwa nao kwa mujibu walichoamini na ahadi alizokuwa ametoa. Lakini Donald Trump, kitu kikubwa ambacho amekifanya baada ya kuingia, alijifunza katika utawala wake wa kwanza. Alitaka kufanya mambo mengi ikiwemo hilo la Greenland, alitaka alifanya elfu mbili na kumi na saba, lakini wasaidizi aliyokuwa nao ambao walikuwa ni professional ambao wengi kuwa na dip diplomasia wa kusomea walimshauri vingine na wakamwambia kwamba hili si swala zuri, si kwa sasa alipoingia mm. Sasa amechukua watu ambao wanamsikiliza wa yeye na yeye tu, watu ambao hawawezi kumpinga, na unaona sasa hivi jinsi ambavyo anafanya rubber stamp karibu katika kila kitu mm -hmm. Watu ambacho inazungumza hapa nchini Marekani ni yani kwamba Trump ana, ana watu wengi ambao anawasikiliza, sauti nyingi anazosikiliza, lakini zote ziko ndani ya kichwa chake, kwa sababu anachokisema na uhalisia ambacho tunakiona mtaani ni vitu viwili tofauti. Aha. Bado ana miaka mitatu, muda umeniishia, bado ana miaka mitatu mkononi ni ningetamani nin kusikia kutoka kwenu nyote, ulimwengu unamhitaji Trump kwa kiasi gani e, kwa kuzingatia vile ambavyo anajitanabaisha kwamba ameweza kuleta e, amani, ameweza kumaliza vita vita vinane, kila wakati akijitanabaisha hivyo e, ulimwengu unamhitaji kwa kiasi gani na nadhani itategemea yote atakayoendelea. Kuna huu uchaguzi wa katikati ya muhula ambao unakuja, hatujui hatujui uh, kwamba kama ataweza kama demokrat ataweza kumiliki ku au ku, kuwa na nguvu bungeni. Kwa hiyo kuna hayo mambo, kuna uchumi wa Marekani ambao hatujui, ameweka ameweka ushuru mwingi, hatujui utaathiri uta vipi Marekani. Na kitu kingine ambacho nachokiona ni kwamba kwa sababu nchi nyingi sahivi zimeanza kutishiwa na utawala wake kuna uwezekano mkubwa pia nchi zikaungana dhidi ya Marekani. Kwa hiyo mm -hmm. Akiendelea hivi nadhani eh, Marekani inaweza ikafikiwa kutengwa, kwa sababu kama ameweza kuachana na washirika wake au kuwatishia washirika wake wa Ulaya. Kwa hiyo tunajua kabisa nchi zote sahivi zinajua zinaweza wao, oh, ndio waka wanaofuata. Kwa hiyo ni hatari sana.